Jina naitwa Omari Hassan Mtua, katibu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu wa Mwanza. Ndugu waandishi wa habari, leo nimewaita kuja kuongea nanyi juu ya tukio kubwa ambalo linajitokeza ndani ya mkoa wetu wa Mwanza tarehe 28, na kama mnavyofahamu, tangia chama chetu cha Mapinduzi kizaliwe, hatujawahi kufanya kampeni nzito na ya kishindo ndani ya nchi yetu katika kanda ya ziwa safari hii tutafunga kampeni ndani ya mkoa wetu wa Mwanza ikimaanisha kanda ya ziwa nzima, tutafungia kampeni hapa baada ya mgombea wetu wa chama cha mapinduzi, mgombea mwenye uwezo mgombea mwenye hali ya kufanya kazi ndani ya nchi yetu, Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwepo katika viwanja vya Mwanza, kanda ya ziwa, katika viwanja vya CCM Kirumba tarehe 28 ya mwezi huu. Ndugu waandishi wa habari, e, kama mnavyofahamu kazi kubwa iliyofanywa na chama chetu toka kiasisio kwake mpaka leo. Dkt Samia Suluhu Hassan tangu ameingia madarakani amefanya vitu vingi ndani ya nchi yetu na ndani ya kanda ya ziwa, vitu vingi vimefanyika ndani ya mkoa wetu, vitu vingi vimefanyika ndani ya kanda ya ziwa. Dhumuni la kuwaita ni kuwaambia sasa rasmi kampeni zinafungwa mkoa wa Mwanza. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote wa kanda ya ziwa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wahudhurie katika mkauka, mkutano huo ambao utafanyika katika viwanja vya CCM Kirumba majira ya kuanzia milango itakuwepo wazi kuanzia saa kumi na mbili asubuhi, na tunategemea mkutano wetu ule utakuwa ni mkutano wa kisayansi, mkutano ambao hautokuwa na kero nyingi. Tutakuwa na vikundi mbalimbali vya sanaa ambavyo vitaanza kutumbuiza kuanzia saa kumi na mbili asubuhi. Tunategemea mgombea wetu atakapofika majira ya saa nane ili watu sasa tuwahi kwa ajili ya kwenda kupiga kura tarehe 29. Mkoa wa Mwanza tumejiandaa vizuri katika kusherehekea sherehe yetu hiyo ya kufunga kampeni. Lengo kubwa ni kuwakaribisha wananchi wote waje mapema kwa furaha, bashasha na nderemo. Kama mnavyofahamu, mkoa wetu wa Mwanza ndiyo mkoa ambao unabeba sura ya kanda ya Ziwa, ambapo tunajumuisha na mikoa sita iliyoko ndani ya mkoa wetu huu wa Mwanza. Na sisi kama wana Mwanza ndiye tunatakiwa sasa tujitokeze kwa wingi. Na Wanamwanza ni watu wenye mashasha, Wanamwanza ni watu wakarimu. Wanamwanza tumepewa jukumu hilo kwa sababu e, sisi wanamwanza tuna zaidi ya asilimia kubwa ya watu tulionao ndani ya mkoa wetu wa Mwanza katika upigaji wa kura. Kama mnavyofahamu mkoa wetu wa Mwanza tunapiga kura zaidi ya milioni mbili e, katika mkoa wetu huu wa Mwanza. Sasa hao watu milioni mbili lazima angalau mgombea wetu mwenye uwezo apate angalau nusu ya kura hizo katika kanda yetu ya Ziwa na mkoa wetu huu wa Mwanza. Katibu, naomba swali langu kidogo litaenda kidogo nje na ulichotuitia hapa sasa hivi. Kwa asilimia kubwa wakiwemo na wandishi wa habari wanajiuliza yani Chama cha Mapinduzi kimetumia nguvu kubwa sana katika kufanya matangazo, tunaona barabarani umeweka mabango mengi sana kwa ajili ya kuhamasisha wananchi. Ni kitu gani ambacho kinakifanya Chama cha Mapinduzi kutumia nguvu yote hiyo chama chochote ambacho kinahitaji kushika na kushinda dola lazima kitafute kura kwa wananchi, na chama chochote ili kiwe na ridhaa ya kuongoza serikali lazima kipigiwe kura. Kwa hiyo na sisi kama chama cha Mapinduzi tuna wajibu kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu kuweka mabango kufanya kampeni na vitu vingine vyote ambavyo vinatakiwa kufanyika kwa chama chochote cha siasa ndani ya nchi yetu na nje ya chama na nje ya nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama chama tuna wajibu wa kufanya hivyo ili kumnadi mgombea wetu na kuwanadi wagombea wetu wa ubunge na udiwani na ah, serikali ya Chama cha Mapinduzi imejipanga vizuri kulinda ulinzi wa wananchi wake, kuanzia tulipoanza kampeni hadi hii leo, lakini pia hata kesho na kesho kutwa kwenye ufungaji wa kampeni ndani ya mkoa wetu wa Mwanza. Tumejipanga vizuri, amani itakuwepo, na tarehe 29 ni kwenda kutiki tu, hakuna ukipiga kula, nenda nyumbani kwako, subiria matokeo ya mgombea wa CCM ambaye na sisi tuna uhakika wana CCM wamejiandaa vizuri, wananchi wa mkoa wa Mwanza wamejiandaa vizuri kupigia kula Chama cha Mapinduzi, kumpigia kula mgombea wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, wa bunge na madiwani. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.